Ni ziara ya bodi ya wakurugenzi kutoka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI katika hifadhi ya Taifa ya Tarangire. Lengo kubwa ni kufanya ukaguzi wa utekelezaji wa sensa ya wanyamapori katika hifadhi hii. Hapa tumezungumza na wajumbe wa bodi hiyo ambapo wanaeleza namna walivyoridhishwa na utekelezaji wa zoezi hilo. Wapongeze stafu wa TAWIRI kwa kazi hii njema ambayo wanaoifanya. Tukijua sasa hivi dunia yote inategemea tafiti zaidi, tafiti za kisayansi. Kila jambo linaenda kwa tafiti, ni jambo jema sana wanalolifanya, ili wanapofanya hesabu ya wanyama wetu walioko kwenye mahifadhi yetu, yale ndio yatokoa mwelekeo, tunakwenda wapi, wapi na tuko wapi na kitu gani kifanyike, baada ya kuwa wameona idadi ya wanyama wetu pamoja na changamoto zingine ambazo watazi, watashauri serikali pia. Kwa mara ya kwanza sisi kama wizara kama serikali tumeweza kufadhili zoezi kwa asilimia kubwa na serikali imetoa takriban shilingi bilioni nne kwa ajili ya kufanya zoezi hili kwa nchi nzima, na tunaishukuru sana serikali yetu kwa kufanya hivyo. Kwa katika zoezi hili tunaenda kupata idadi ya wanyamapori ambao tunao katika mapori yetu ya kiba, katika hifadhi za taifa, katika mapori tengefu na maeneo mengine, lakini hapo hapo tunaenda kufahamu mitawanyiko ya wanyama hawa E, katika maeneo haya na tukifahamu hivyo basi inatusaidia kuimarisha uhifadhi katika maeneo ambayo wanyama wanapatikana. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania Tawiri amesema sensa hiyo itasaidia kutambua viashiria vya hatari vinavyowakabili wanyamapori katika hifadhi za taifa, huku mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tawiri akipongeza utekelezaji wa zoezi la sensa la wanyamapori katika hifadhi ya taifa Tarangire. Lazima tujue tuna nini. Kiko wapi? Kinaendeleaje? Hapa katika zoezi la kuhesabu wanyamapori tunaangalia eh, mambo mawili makubwa, tunaangalia uwepo, mtawanyiko na idadi ya wanyama tulio nao, hilo ni la kwanza, lakini la pili tunaangalia vihatarishi vya uhifadhi na, ma, na kuendeleza utalii. Hivi vihatarishi vya uhifadhi usipovifanyia kazi sasa hivi tayari, mwisho wa siku vitakuwa vinaleta madhara kwenye uhifadhi, lakini na kwenye utalii. Sensa ni swala ambalo ni muhimu sana. Kama tunahifadhi, hatuna budi kufahamu tunahifadhi nini na kwa kiasi gani. Kama hatuwezi kufahamu hilo, nguvu yetu ya kuhifadhi haiwezi kutafsiriwa katika mafanikio. Kwa niaba ya bodi, napenda sana nipongeze timu ya sensa na vile vile niwapongeze wafanyakazi wote wa TAWIRI kwa kazi nzuri wa ambayo, ambayo wanafanya kutoka hapa katika hifadhi ya taifa ya Tarangire. Mimi ni Marcel Azaro na hii ni Clouds TV.